Uh, sasa kwa upande wa mkonge kama nilivyosema, mkonge ni high profile. Mimi nasema nasema ni high profile kwa sababu si bidhaa ya chakula, kwa hiyo huwezi kumuuzia mtu yoyote, una masoko yake maalum. Kwa upande wa mkonge, Muheza tunalima mkonge, tuna mashamba makubwa ya mkonge na mtu mmoja mmoja analima mkonge. Changamoto kubwa hata alipokuja mheshimiwa rais, ilikuwa ni mashine zinazoitwa corona, mashine za kusindika mkonge, isikia wananchi wakimwomba mheshimiwa rais alete mashine hizo za kusindika mkonge ambazo zinaitwa jina maarufu Corona. Sisi Muheza tumejipanga, tuliona hiyo changamoto iliyopo kwa sasa. Tunajenga kiwanda kikubwa eh, kwa ukubwa wake hii kiwanda eh, naweza nikasema huenda kikawa ni kiwanda cha kwanza Tanzania, Afrika Mashariki kwa ukubwa wake, kwa sababu wanasema eh, kitakuwa kinazalisha zita, wana misemo yao kama naweza nikasema 300 tani kwa siku, lakini kuna jinsi wanavyopima kwa hiyo, kiwanda hiki kitakuwa na uzalishaji mkubwa wa mkonge kwa siku kiasi kwamba e, kinaweza kuwa ndio kiwanda kinachoongoza Tanzania. Lakini kuna sifa nyingine ya kiwanda hiki kinachojengwa Muheza kwa sasa kiko asilimia 80, kwa sababu vifaa vyote vipo, kilichobaki ni majengo tu, umeme ushavutwa huko pale, mashine za kusindika mkonge ziko pale. Kwa hiyo jengo limesha kamilika, kilichobaki ni baadhi ya majengo mengine mwana wa mtu. Kwa maana tunasema kiwanda cha mkonge kimeshafikia. Kwa hiyo, very soon kile kilio ambacho wananchi walimpa mheshimiwa rais kitapata majibu, kama si, nafikiri ndani ya mwaka huu majibu yatatoka kwamba kiwanda cha mkonge corona itakuwa imekamilika, na sifa ya hii corona tayari inaweza kuzalisha grade 1 ya mkonge, kwa sababu naambiwa kwamba mashine zilizopo ni za zamani na hazipati ile grade 1 passe ya ya mkonge, lakini hizi mashine ambazo zinajengwa kiwanda ambacho kinajengwa uh, Muheza kwa sasa hivi kitazalisha grade 1 na grade zingine za mkonge. Kitapokea mkonge kutoka kwa wananchi, kitasafisha, kitawarudishia uh, mkonge wananchi, lakini pia yule anataka kuuza pale pale atasafishiwa na atauza pale. Na mimi niseme tu, kwa sababu ni vyombo vya habari sisi, muweza tu hatukutaka kukitangaza kwa haraka hiki kiwanda kwa sababu tunataka matokeo. Yaani, unajua watu wanajitokeza wanazungumza mambo makubwa halafu hayaonekani, lakini hmm, sasa hivi na udhubutu wa kuongea alipokuwa hakijaanza kuzalisha, kwa sababu tayari kiko asilimia themanini kwamba ukifika saiti unaweza ukaona kitu kweo, tume, kidogo, uh. kwa hiyo tumekaa kimya kidogo tukitaka kwamba kikamilike eh, sasa tutakapowaita waandishi wa habari wa kutembea yale maeneo, mnaona kazi inafanyika, sio hadithi, kazi inafanyika ya uzalishaji sasa hivi tukifika tutakuta kazi ya ujenzi. Sasa sisi dhamira yetu, Wanamuweza, kwa sababu kiwanda cha mkonge ni kiu ya Watanzania, ni kiu ya Wanamuweza ya Wanatanga na wilaya zingine za jirani, ni kiu kubwa, kwa sababu kwa mashine zilizopo eh, maeneo mengine kiu ama foleni ni ndefu mno, kwa sababu kama kama mashine inazalisha tani mbili, tatu, tano kwa siku na yanakuja matani kwa matani. Sasa unaweza ukaona wewe, unaweza unakaa kwenye foleni kwa muda mrefu kwa muda mrefu. Eh, kuna wakulima hapa wana ekari 500 200 za mkonge yeka nyingi wanahitaji hizo mashine ambazo zinazalisha kwa haraka, eh, kwa kiwango kikubwa kwa wakati mfupi ili wasikae kwenye foreni kwa muda mrefu, lakini wanahitaji bidhaa ambayo ina kiwango cha kimataifa na inaweza katoa grade 1 kwa sababu kwenye mkonge kila grade ina bei yake. Kwa hiyo ukipeka kwenye mtambo ukatoa grade 3, maana yake wewe utauza hiyo mkonge wako kwa grade 3. Kumbe ungeweza kupata 1 2 3 mpaka ile ya mwisho na kwenye mkonge hakuna kinachotupwa, kila kitu ni bidhaa. Hata ile ya mwisho kabisa kama, kama si mbolea basi itakuwa ni bidhaa ya kitu fulani. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi kwamba kiwanda cha mkonge kongeza kinakuja, na kitakapokuwa sasa kiko tayari uzalishaji, tutafanya press conference.